Kama ilivyo ada mnyama Simba ametinga hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika na kutana na na RC Berkane, lakini mambo mengi yametamanaika, mambo kibao katika mitandao kijami, ya kijamii wakisema e, Simba Sports Club ametinga fainali lakini ni furuk kwanza kuema kwanza, Kisugu. Unajua waandishi mnakosea sio? Kwanza hongera. hmm. Semeni tujipeni hongera kwa sababu Simba hayuko kama Simba. Simba yuko katika kuwakilisha taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Simba yuko kwenye kuwakilisha Afrika Mashariki na ya Kati. Maana yake hii iko siku. Tanambia Simba Kisugu, iombee dua Simba. Kuna muda lazima tuiombee dua, nawe ushiriki Nima, ili Simba hmm, ikifanya vizuri, kuna vitu viwili, nchi yako itakuwa imepata neema kwa kufanya vizuri upande wa michezo, lakini pia nawe kama mwandishi utaendelea kupata content. Africans, nao waombe dua Simba Sport. Kwa Yanga hapana. Mm. <laughs> <laughs> Hatutaki dua lao. Wajiombe waonyeshwe na finali ya muungano. Sasa tutapaje mizigo hiyo miwili? Si tujiombee kivyetu finali ya shirikisho barani Afrika, waende wakajiombe dua kwenye finali ya muungano. Si wazalendo nao Tanzania? Naam. Si Tanzania. Mm. Ah, sawa lakini na jambo lao. Mm. Finali walikuwa nayo ngumu ile, mm. So finali ya kitoto wapambane. <laughs> Na ukitaka kujua ugumu, jana wamelia. Umeona jana? Vilio. Vilivo vinatawala. <laughs> Wachezaji wanalia. <laughs> Mbaya zaidi nimemwona ndugu yangu naye machozi anamtoka, nikajiuliza Aratan ni kinachokuliza nini wewe? Kama leo fainali ya muungano inakulizaaraan, maana yake araan angekuwa fainali akabingwa nafika, mi nafikiri angeumwa na ali. Jana nimemwona analia. Naamini kinachowaliza yawezekana labda ugumu na tabu uliopata kufika fainali fainali. Mm. Nasikia amekwenda kwa matuta. Ameshindwa kuzima moto. Kutiangata anga mpongotewe. Kuibalange vikongo we, kuibalange vikongo, kutiangata anga mpongotewe. Atario. Hiyo iyo nyimbo inatoka Malelani kwa dada angu Halima hiyo. Ah, Kisugu. Ah, Kisugu. Mm. Fainali hiyo <laughs> Kisugu umetinga fainali kombe la shirikisho bara na Afrika dhidi ya na kukutana naye, lakini mambo mengi e, katika mitandao ya kijamii wakisema Ibrahim Ambokile mmoja wa wachambuzi anafanya kituo cha redio akisema Simba katinga fainali, lakini ni nilu shida. Waandishi mna mrandi mtu pasipokuwa na sababu. We mwandishi umesoma either certificate au una diploma au sawa na... so, degree, degree. Wewe mwenyewe ndo mwenye kujua hivi na kuingilia kwenye mentality yako kusema Simba ni fluke, mtu ambaye amecheza miaka sita. Maana yake Simba ingekuwa so fluki pia angekaa miaka sita nusu fainali, si ndio? Maana yake ingekuwa so fluki, Simba angecheza tena fainali miaka sita, si ndio? Nendeni mkawafundishe hawa, robo fainali kwenda fainali ni mechi mbili kwa nne. Ndio. Leo Simba amekuwa moja ya vilabu bora katika bara la Afrika kwa sababu ipi? Kwa sababu ya mwendelezo katika mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika. Sasa yeye kama anasema Simba ni fluku, aitangazie dunia pia Yanga nayo ilikuwa fluku. Shida ya futi kafuti kafuti ndio hii. Una maana gani? Kuna watu ambao mentality yao wameshajenga sasa hivi football iwe moja chanzo cha kujipatia maisha kwenye maisha yao. Leo mtu kama anadiriki kuita wachezaji wa Simba takataka, huyu lazima aone shida y kuambia Simba amefika hapa kwa fluku. Uu, Ambokile mtu wala hana Simba ni nne Acheni, msituulize kina mambo ya kina Ambokile ndio nini, mtuulize namna ambavyo tunajipanga kwenda kuchukua ubingwa wa shirikisho barani Afrika. Focus yetu, mentality yetu ni kwenda kutimiliza ahadi ambayo Rais Magufuli alituachia, kwenda kutekeleza amri ya mama yetu Samia Suluhu, kuona nchi tunaleta kombe la shirikisho barani Afrika. Leo hii yako mambo makubwa ambayo wanasimba nahitajika kuzungumza, yako maswali tuulizeni ili kwenda kujenga saikolojia ya wanasimba kupambana, kuhakikisha kwamba wanakwenda kuchukua ubingwa wa shirikisho barani Afrika. Fluke ni tendo ambalo linahitajika kufanyika kwa utaratibu wa football. Hakuna mwanampira duniani anaweza kuambia simba wamekwenda pale kwa fluke, hakuna. Na Kisugu. Malengo, malengo kuchukua ubingwa so, nusu finali, mimi klipu zangu zipo, zisambazeni nyinyi wanafiki. Mbona msambazi mnakaa nazo? niliwahi kusema wallahi wabillahi watallahi, Simba anacheza finali. Ni kusema sikusema? Nili nilijua sikujua? Mchambuzi gani anaweza kufanya assessment ya, ya mpira kwenye nchi wewe nionyeshe mmoja yupi ndio? Hawa hawa hawa, hakusema Simba tulomba 80% 30? Hawa hakusema Simba tulomba 25%? Hawa wanafiki hakusema? mm -hmm. Leo wanasema fluke. Kama walikuwa wanatoa asilimia, kwa nini pia wasitoe asilimia kwenye fluke? Walitoa asilimia za fluke? Acheni na wanafiki hawa, acheni na wazandiki hawa, acheni na washarati hawa. Sio watu wazuri kwetu hawa Wameanza kuleta uadui sasa, wawaziwazi wazi wameonyesha moja. Uh -huh. ni waambie wana Simba uh -huh. dhambi ya ubaguzi, kuna muda lazima tusimame katika hiyo staili. wamewabagua Simba au wamewabagua wachambuzi leo? Tusiwakumatie, tuambie ukweli hawa. uh -huh. Tufike mahala tuwe tunaangalia huyu nani Chapesa unafanya naye interview. Huyu nani bipo unafanya nao interview. Kwa sababu mnatumika, kuna muda mwingine kuna vyombo vinatumika vibaya. Mhm. Vinatumika kwa ajili ya kumponda mtu. Leo leo tafuteni uh -huh. wachambuzi wawili. Mhm. Uh -huh. Ukimuondoa yule Makonde aliyesoma Jemedali Saidi. <coughs> Ila wengine. <coughs> Ukimuondoa yule ndugu yangu yule. Alo toka Mbeya, katoka Mbeya na yule. Ruma. <coughs> Huruma bwana, unataja huruma nani yule bwana wewe? Iko mashine moja itakuja kichwani inaongea vizuri eh, inaipa heshima mpira. Ndio. Jaja Mangile. Yes. Ukiwa eh. okay, mwandishi wa habari ukiwa uh -huh. mchambuzi kwenye swala la football, kama unafahamu uwezo upo na kama unafahamu fluke ipo, toa asilimia kwenye mpira uh -huh. heshima kwenye Simba. Leo hii Simba anakwenda kushiriki katika mashindano haya, hakuna uh -huh. mwandishi wa habari aliyejua ukubwa na ubora wa Simba ambaye aniyekwenda kushiriki katika mashindano ya shirikisho barani Afrika leo uh -huh. Simba Sports ndio timu pekee ambayo inaingizwa la wachezaji wengi uh -huh. Sikiliza nikupe, na hapo nakufundisha kitu, ina wachezaji wapya kumi na tatu wachambuzi wengi wakaenda kudil na namna ambavyo Simba walivyosajili na kuingiza ingizo ingizogip wachezaji kumi na tatu mm -hmm. lakini wachambuzi wa kufanya assessment ni wachezaji wa aina gani Simba ambao wamewasajili, wangefanya assessment, wasingetoa asilimia thelathini mm -hmm. Leo Simba wamekwenda kumsajili Jean Ahoua mm -hmm. tunamleta katika nchi MVP wa Ivory Coast. Kuna wenzako baadhi walikuwa wanambeza Jean Ahua Licha ya kwenye safari ya mamba na, na, na kenge wamo, bwana, kwenye safari ya mamba uh -huh. Na kenge wamo. Unawaambiaje ambao wanamsema John Chazi au uh -huh. Simba wakienda kumchukua uh -huh. mkwara uh -huh. mkwara tumemchukua MVP ya wapi? wagana sio vizuri uh -huh. Kuna mchezaji ameongezo anaitwa Pimpin Kamara tunamchukua ni goalkeeper wa timu ya taifa mm. ya kwao maana mm. yake wao. Waandishi wengi na wachambuzi wengi walikwenda wakastiki, kwa namna ambavyo Simba alivyoingiza wachezaji wapya wengi, lakini wakustiki <laughs> mm -hmm. Simba wameingiza wachezaji wa aina gani, wangeenda kufanya assessment ya aina wachezaji ambao Simba wangewasajili. Wallahi wa billahi, wangesimama katika upande wangu wakusema Simba anakwenda kucheza finali ya shirikisho bara la Afrika. Sugu Eh, Ambokile mbali zaidi akisema bwana, acha na habari za Ambokile, bwana wewe vipi? Sasa ki, ki, Kisugu na Ambokile nani? <laughs> Ligikuu, ni bora kuliko. Wewe unatojea watu wa sherati sisi. Ligikuu bora kuliko shirikisho. Sawa? Unakubaliana naye? Eh. Hey. Sasa ndio akili zake sisi zimemtuma. Na leo itangazie dunia watu basi. Ligi ya bara na ligi ya Zanzibar; ligi ya Zanzibar bora zaidi. Timu yao mechi tatu, mechi mbili huko wameingia finali kwa kulia. Timu ya Ambokile huyo ndio jaji tu la Yanga lile mm. Sawa basi, Kisugu natam, natamani kukulisikia ili kutoka kwako na wengi sana waliligusia kidogo, niliona katika, uh, waandishi wa habari uh, wakubwa, nilikuwa natamani kujua wewe swala la Simba kutinga fainali uh, tumeona pongezi mbalimbali mbali, lakini hatujaona pongezi uh, ya rais wa vilabu vya Afrika kusimamia, hii ina maana gani kama rais uh, uh, uh, wa kafu uh, Patrice Musepe ameweza kuipongeza timu yake ya Kaizer Chiefs baada ya kufanikiwa kuingia katika Champions League uh, msimu ambao unaofuata, yeye kanini kashindwa kuipongeza Simba baada ya kuingia fainali hii inaleta picha gani? Au ah, wewe unaona vipi katika tafsiri hii kwa maono yako? pongezi so lazima mm -hmm. Kwanza tunashukuru wale wote ambao mm. waliotupa sisi pongezi Simba mm. na watu wa maana sana walitupa sisi pongezi, tunawashukuru sana Dio. Nimeona kwenye kurasa za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh. mama yetu Samia Suluhu ametupa pongezi mm -hmm. kama ulivyosema rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, mm. Mosepe mm. ametupa pongezi. Mimi naamini kwamba watu wao kwa ukubwa wao wanatosha kabisa sisi kwetu kujidai. Kwa hiyo oh, wao watu wengine hatuna sababu ya kuona namna kwa nini fulani ya kutupongeza, kwanza hatutaki mm. Taki. Taki. Wagiwe, watu wanajiuliza tarehe ishirini na tano itakuwaje, na lazima viongozi wote wanabidi wawe pale, wanapaswa wote kwa ajili ya kumkabidhi mshindi wa hiyo mkondo wa pili wa fainali. Itakuwaje kwa rais eh, wa virabu eh, kama ameshindwa kutoa pongezi hizi fupi, na yeye ni mtanzania ambaye anasimamia hapa hapa Tanzania moja kati ya klabu kubwa ambayo nyinyi mna, mna wapinzani wa, wakubwa wa kwenu mashindano haya mm -hmm. Mwenye mashindano ni Musepe, aniyepanga utaratibu mm. wa bingwa kukabidhiwa kikombe chake mm. ni Musepe mm. mm -hmm. kwa hiyo mi naamini, tusubiri utaratibu utakapofika, uh wakati utakapo -huh. nini wadia. Kwa hiyo wao kafu ndio watapanga utaratibu na niwaambie tu uh -huh. moja katika vilabu ambavyo vinastahili kupongezwa sana ni Simba Sports <laughs> klabu uh -huh zinazostahili kupongezwa sana ni Simba Sports. mm -hmm. Leo hii dipo, labda niwaambie kitu kimoja kidogo. uh -huh. Kila mmoja alikuwa misiki anasema anacheza fainali. mm -hmm. Hakuna fainali yoyote duniani. mm -hmm. uniposika fainali kombe likakosekana kuwa wanjani yeah. <laughs> wawe mpaka leo katika kuona, mm -hmm. shirikisho bada nafika fainali Tanzania ngapi zinafanyika kwa mimi nimeshuhudia fainali ambayo moja bado sijaishuhudia, lakini nimeona moja ipi ambayo ni ya Young African dhidi ya USM Alger, tunakubaliana, ilikuwa fainali si ndio? ilikuwa fainali. Sasa mimi nataka nikupe ofa wewe eh. Uh -huh. uliliona kombe uwanjani? Ah uh, kwa mkondo wa kwanza ninakwaga ah, sijakuuliza mkondo. Nisikilize, twende taratibu, usiruke uh -huh. hapa tachi, twende taratibu uh -huh. iko fainali duniani na ukasikana no kombe Unategemea na utaratibu wa Afrika sasa hivi ambao umewekwa. Sikiliza swali mwandishi. Wewe unaponihoji hawa watazamaji wako pia wanataka kusikia kitu kutoka kwako. Mimi unaponiuliza watazamaji wako wanahitaji kupata jibu kutoka kwa nani? Kwangu. Nami nikikuuliza watazamaji wanahitaji kupata jibu kutoka kwako. Swali, umeshawahi kushuhudia duniani finali haina kombe uwanjani? Nimeshuhudia Young Africans. Ni finali ni finali <laughs> iliandikwa ni fainali, ndio maana wamecheza. Kwa hiyo nataka kuniambia, nyinyi ndio mtakuwa wa kwanza kwamba mnacheza fainali hapa Tanzania. Leo hii watu wakiwauliza eh, Simba niulizeni mimi eh, je, fainali ya 1993 kombe lilikuwa hapo, nitasema ndio na mlikosa hapa hapa nyumbani mli... Sawa. E, kombe ilikuja ilikuja tarehe ishirini na nne marudio ya mashindano kombe itakuja ikuja, mtwambie huyu mnaosema kacheza fainali huyu. Mm, mlishuhudia kombe nyinyi? Vijana wa Instagram, tuliona kwenye TV na mtaendelea kuona hivyo kwenye TV, labda mtaona fainali ya kombe la Munga. Kwa hiyo kuelekea katika mchezo wa fainali uh, mlicheza hapa hapa ulikuwa ni uwanja wa Uhuru zamani kwa miaka hiyo, kwa historia tuliopata, si wengine tulikuwa bado, mkalikosa kombe kwa mikwaju ya penalti, kwa historia ambavyo tunavyoona, sijui mlifungwa goli mbili bila. Sasa hivi mnakuja na mnacheza timu ambayo bora imezoea fainali na inaijua utamu wa ile kombe, na nyinyi mnatamani ule utamu muupate. Unafikiri Ales Belkano ulivyowaona, kwa tathmini yako mnaweza kukompiti nao licha ya kwamba malengo yenu yashapita. Sasa hivi mnaona kabisa mna nafasi ya kuchukua hilo kombe. Labda tuache nikuambie kitu kimoja tu mm. Leo mm. tunakwenda kucheza fainali na Berekani ndio, bila kufanya assessment yote, lazima ukiri kwamba Berekani ni timu nzuri mm -hmm. Hilo Simba tunakiri mm. na ndio maana kupita ninyi Mm. Lazima niwaambie wanasimba tuna kazi ya ziada kufanya. Kuna namna ambavyo tunawahi kuchukua ubingwa mm -hmm. Niwape usia mdogo tu mm -hmm. Kwa sababu nilikuwepo, mm. nilishuhudia nikiwa na akili timamu na utu uzima wangu mm. tunalikosa kombe dhidi ya timu ya Stella Abijani na ya erost, moja ya sababu kubwa iliyosababisha lile kombe sisi kulikosa, mm -hmm. moja ambayo mimi naamini mm -hmm. tulikuwa overconfidence Mnajiamini kwa sababu mnachezea nyumbani. Tusirudie makosa haya, naona sasa hivi na hii inawapa jeuri kwa sababu mnarudi Benjamin Mkapa. Tusifike mahala kwa sababu tunakuja kumaliza mechi nyumbani tukawa na over confidence. mm -hmm. Lazima tuwe na confidence lakini si over confidence. Zungumza na wachezaji sasa.